Wajibu wetu washiriki wa kanisa kuhubiri Injili kwa hali na mali, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya vitabu. Kweli ni wachache sana wanaojitoa kuifanya kazi ya Bwana kwa hali na mali. nyakazi wametawaliwa na tamaa za dunia Yusufu kijana alikuwa mshindi, majaribu mengi Yusufu aliyashinda. Tuwe wavumilivu kama vile Yusufu, tuwe wavumilivu kama vile Yusufu. Kweli ni wachache sana wengi wameshindwa kuifanya kazi wametawaliwa na wa wa tamaa za dunia.